Kwa wenzetu ambao eh, wanauoni hafifu, kwa sababu nilisema alama za kiusalama zilivyo, mm, unaweza ukazitambua kwa kutumia senses zako mm. Unaweza ukatumia vifaa maalum, vifaa maalum na maisha, unaweza ukatumia mfano na tochi hapa ya mwanga wa zambarau mm, au unaweza ukatumia vifaa vya kuzia maandishi. Unaweza unaweza kuiwasha kidogo? Yes, naweza nikaiwasha, nitakuonyesha mm -hmm. Au unaweza ukazipitisha kwenye zile mashine za kuhesabia pesa, kwa sababu noti zetu hizi eh, pia zimewekwa alama ambazo zinawasaidia watu ambao wana handle pesa kiasi kikubwa, kwa sababu tutegemee, mtu ana milioni kumi anze kutazama noti moja moja anze kutazama hapana. Kwa hiyo tume include pia alama za usalama ambazo zitakuwa detected na mashine, mashine za kutambua hizi ni fedha halali au la. Kwa hiyo kwa sababu watu ambao wenye uoni hafifu watakosa advantage ya kutumia kuzitazama hizo feature na ficha, na hata kutumia mwanga wa dhambarau, kwa hiyo wanaweza wakapata option ya kwenda kufanya authentication au kutambua pesa zao hizo, kwa kutumia e, zile mashine za kuhesabia fedha. Kwa hiyo anamdai mtu amekutana naye mtaani, ndio anamdai huyo. Sasa yule naye anatumia udhaifu kwamba huyu haoni mm. Sasa acha nimlipe laki moja yake, lakini zote nampa bandia, kwa maana ya kwamba mm. hizi alama za zinazotambulisha hizi za vii na sawasawa mm. kwenye fedha ambayo ni bandia, anawezaje kutofautisha? ama hizi alama zinakuwa hazina hiyo nundu ambayo inatakiwa ama inakuwaje? Eh, e, sasa niseme kwamba kwa, kwa sababu hela yani e, pesa hizo navyoziona mm. ni, ni zimetengenezwa kitaalamu sana mm. Kwa hiyo niseme kwa mfano unaona eh, tekniki ambayo imetumika kuprint hizi hela hii ambayo inaleta inatengeneza nukta nundu, inaitwa kitaalamu, Kiswahili sijaipatia, inaitwa intaglio print mm -hmm. Ni tekniki ambayo ya kiwango kikubwa sana, ndio maana inatoa hizi pembe. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka eh, ku counterfeit ni ngumu na sio rahisi kwa namna yoyote ile kuweza kumimiki hii tekniki ya kutoa nukta nukta hizi zenye mpalazo mm -hmm. Lakini eh, niseme tumeanza initiative benki kuu, na tunaendelea sasa ku kuimprove zaidi features za watu wenzetu hawa wenye uoni hafifu including kuweka zile nukta nundu. Mm, mm -hmm. Tunataka kuweka nukta nundu zile mm -hmm, ambazo maanake mtu sasa anaweza pia akawa anashika noti yake akawa akasoma kabisa vitu vilivyoandikwa hapa na kuf, kufahamu kama hizo noti ni halali au sio halali. Lakini pia tutoe rai kwamba ikiwa mtu labda una changamoto ya uoni hafifu mm -hmm, au una changamoto ni vyema kama wenda kufanya miamala ambayo e, e, e, ni mikubwa. Sa, ni, ni bora ukapendelea kutumia labda e, e, kulipa kwa benki au kulipa kwa mitandao kwa sababu tunajua kila kitu kina risk. Mm, na huwezi kukava kila kitu mm. Yes, kwa hiyo ni vyema kutumia malipo ya kidigitali au basi uambatane na mtu kidogo ambaye atakuwa na uwezo wa kuzitambua zile noti kwa sababu atakuwa anaona vizuri. Yes. Hi FM <tabata>